Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Hoja zilizofungwa ni nne na zilizo katika utekelezaji hoja saba. Hoja ambazo hazijatekelezwa ziko saba, na hoja zilizopitwa na wakati ziko mbili. Hoja ambazo zimejirudia ziko nne. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hizo hoja hapo juu kwenye mfuko wa pamoja wa afya yaani HBF, jumla ya hoja nane za nyuma uh, zikiwa ni hoja nne ambapo hoja uh, mbili zimefungwa, hoja za mwaka husika na ambazo zipo uh, hoja nne zinazoendelea na utekelezaji, na kufanya kuwa na jumla hoja sita ambazo bado zinafanyiwa kazi. Kwenye mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu una hoja za nyuma saba zimefungwa tatu na kusalia na jumla ya hoja nne na hoja za mwaka 2023/24 zinakuwa zipo nne na hivyo kufanya jumla ya hoja kuwa nane zinazoendelea na utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa maagizo ya rak uh, maagizo tulikuwa nayo maagizo nane na maagizo sita yamejibiwa na kufungwa na kusalia na maagizo mawili ambayo yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, mchanganuo wa hoja na maagizo mbalimbali ya RAK umeambatishwa pamoja na taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kwanza napenda niwapongeze halmashauri ya manispaa ya Songea kwa kupata hati safi. Pili, kama mlivyoona alivyosoma mkurugenzi kuna hoja zimebaki 33. Kwa hiyo tunahimiza tu hoja hizo zipungue, kwa sababu bado ni nyingi, pamoja kwamba amepata hati safi, lakini hoja ni nyingi, inabidi wazi implement ili tuende kusonga mbele. Lakini kingine nawaahidi, ofisi yangu iko wazi kwa ajili ya kuleta majibu ya hoja hizo ili tuzipelekee kuzifunga. Pili, nawapongeza kwa kuvuka malengo ya kukusanya mapato inasababishwa na kufuatilia mapendekezo yetu ya mara kwa mara. Hata hoja zetu nyingi ni za mapato, kwa hiyo tunategemea baada ya miaka kadhaa manispaa Songea itakuwa na mapato mengi sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mwaka wa fedha 2023-2024, mkoa wa Ruvuma umeendelea kujivunia usimamizi mzuri wa fedha za umma. Hali hii imedhihirishwa kwa hati safi unqualified opinion zilizotolewa kwa halmashauri zetu zote, kwa mujibu wa ripoti hiyo ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG. Jambo hili si dogo, tujipongeze kwa makofi mengi sana kwa kuweza kufikia hapo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kazi hii ni nzuri, iliyofanywa ni matokeo ya weledi, uadilifu na uzalendo wa hali ya juu kwa timu zetu za wataalamu chini ya uongozi madhubuti wa waheshimiwa madiwani, wakurugenzi wa halmashauri akushirikiana na, na sekretarieti ya mkoa. Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu wajumbe, nichukue fursa hii nami kukupongeza wewe mwenyekiti wa halmashauri na makamu wako, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani, mkurugenzi mtendaji, pamoja na wataalamu wa kupata hati safi. Ninatambua si jambo jepesi sana kupata hati safi, lakini kwa kazi kubwa inayofanywa na wewe mwenyekiti na waheshimiwa hawa katika kusimamia na kudhibiti fedha za umma ndio zimeleta matokeo haya, hivyo mnastahili pongezi kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kupata hati safi baada ya kupitia mwenendo wa ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, pamoja na maagizo ya lak, imeonekana bado tuko nyuma katika ushughulikiaji wa hoja hizo na kwa mujibu wa taarifa ya mkaguzi mkuu na mdhibiti ambayo imeishia tarehe 30 Juni 2024, imetuonyesha tulikuwa na hoja 36, na ni hoja moja tu ndio imefungwa hoja zilizobakia ziko 35 kwa mchanganuo uliotolewa na katibu wa baraza hili ambaye ni mkurugenzi, naonekana kuna hatua kila pili. Nashukuru kwa kualikwa, e, kwa kushiriki baraza hili ambalo linapata taarifa ya CAG na ambapo tumepata taarifa kwamba halmashauri ya manispaa yetu ya Songea imepata hati safi. Hongereni sana. Eh, Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao, mimi binafsi kama chama kwanza tunawapongeza sana waheshimiwa madiwani na watendaji wote wa manispaa ya Songea kwa namna mlivyoweza kufanya kazi nzuri katika kipindi chote cha miaka mitano ya uongozi wenu. Mlifanya kazi nzuri, na wakati mwingi nimekuwa nikitolea mifano kati ya baraza lenu hili lililoundwa mwaka elfu mbili na ishirini hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, utofauti na mabaraza mengine ya huko nyuma. Mimi kama kiongozi wa chama tumeshuhudia huko nyuma migogoro mingi kwenye halmashauri hii ya ndani, ya viongozi na watendaji, ambayo kwa kiwango kikubwa ilikuwa ilikuwa inasababisha kucheleweshwa kwa kazi mbalimbali mbali za utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi lakini nikiri kabisa, chini ya uongozi wako mstahiki meya, Mheshimiwa Mbano, na madiwani hawa ambao mlichaguliwa mwaka elfu mbili na ishirini na watendaji wa manispaa ambao mmeshirikiana kwa hali na mali kuhakikisha mnawaletea maendeleo ya wananchi wetu wa manispaa ya Songea, baraza hili limeenda vizuri sana katika kipindi cha miaka mitano. Mesimamia maendeleo ya wananchi, mmewaletea huduma mbalimbali kwenye maeneo yenu, na kwa kweli manispa ya Songea ina mabadiliko makubwa, na hivi nawatakia kila la heri. Sina hakika kama si kikao cha mwisho, labda kitakuwepo hicho cha kuvunja baraza, eh, ndio cha mwisho. hii kwa wale madiwani ambayo mnaenda kuwania na wamaake, kuna wengine sio lazima wakagombee, wengine wengine wanastaafu, lakini kwa wale ambao wanaenda kutetea nafasi, basi mimi nawatakia kila la heri sana, ili kwanza mkafanikiwe majina yenu kuteuliwa kuingia kwenye kura za maoni, lakini pia mkachaguliwe na hatimaye muweze kuteuliwa wagombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu nazungumza hivi, baraza hili lote madiwani ni wa Chama cha Mapinduzi. Leo tumeambiwa hapa lengo lenu la kukusanya mapato kwa asilimia mia moja limeshafikiwa kabla ya mwaka wa fedha kumalizika. Ongereni sana kwa jambo hili, na ndiyo maana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inahitaji kuwa na viongozi na watendaji wanayochapa kazi wanaosimamia ukusanyaji wa mapato. Tukishapata hayo mapato, maana yake tunapeleka huduma kwa wananchi, na ndio maana ukienda katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Songea manung'uniko ni machache kuliko pongezi zinazotolewa na serikali ya awamu ya sita kwa utekelezaji wa, wa miradi mbalimbali kwa huduma za wananchi hilo nawapongeza sana watendaji wa manispaa ya Songea wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji. Lakini mi najua mafanikio haya hayawezi kupatikana bila kuhusisha usimamizi mkubwa sana katika uongozi wa mkoa. Katibu tawala wa mkoa, mama yetu Mary Makondo, nakupongeza sana kwa namna unavyofuatilia na kusimamia watendaji katika halmashauri zako zote. Unafanya kazi kubwa sana na hii kazi unayoifanya katibu tawala wa mkoa unamrahisishia mkuu wa mkoa kufanya ufuatiliaji. Namna ambavyo anafuatilia mkuu wa mkoa anaamini, kila mahala anapokwenda utekelezaji unakuwa sambamba na mafanikio, kwa sababu ya wewe mtendaji wake au msaidizi wake unafanya kazi kwa hali ya, ya weledi, lakini pia eh, kwa, kwa, kwa ujuzi wa hali ya juu. Lakini kikubwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katibu tawala huyu, ninachompendea ni mwelimishaji, amekuwa mama mlezi kwa watendaji. Nimemshuhudia mara kadhaa anakaa na wataalamu, badala ya kuwakemea anawashauri, anawaelimisha. Hivyo anatumia ujuzi na elimu yake kuwapa maarifa watendaji wanaowaongoza, na huu, na huu ndio utendaji ambao unatakiwa ndani ya serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Katibu utawala wa mkoa, tunakupongeza na uendelee kufanya kazi ya namna hiyo, na ndio maana urahisi wa utendaji wa kazi ndani ya chama chetu na serikali yetu unakuwa rahisi. ni rahisi. Nikielekea kumalizia, niwaombe, tumeambiwa hapa kuna hoja zaidi ya 30 alizoeleza ndugu yetu mwakilishi wa CAG kwamba zaidi ya hoja 30 ambazo natakiwa mzijibu mimi niwaombe na kuwashauri kabisa, wakati wote tunaamini uendeshaji wa halmashauri zetu unategemea ushauri wa kumaliza hoja utokane na mkaguzi wa ndani. Mkaguzi wa ndani ndio mkaguzi namba moja, yeye kazi yake ni kuishauri halmashauri namna mzuri ya kuondoa hoja ya utendaji unaofuata taratibu, kanuni na sheria. Kwa hiyo, wakati wote mimi naomba pale ninapopata nafasi kuwapa uwezo wakaguzi wa ndani, ili wafanye kazi yao, watoe viashiria vya changamoto ambazo zinajitokeza zinazopelekea baadaye kuwa hoja, na kutokana na hilo tunaweza tukawa tunaondoa au kupunguza hoja za ukaguzi. Kwa hiyo mimi naomba sana mkurugenzi, na timu yako muwawezeshe timu ya wakaguzi wa ndani waweze kutusaidia wakati wote ili kuondoa kama sio kumaliza hoja za ukaguzi, lakini bado kuna hoja kumi na nne za miaka ya nyuma na maagizo mawili ya laki ambayo hayajatekelezwa kikamilifu. Mwenyekiti na ndugu wajumbe, natambua kuwa maelekezo na mbalimbali kuhusiana na ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 23 na 24 yametolewa kwenu na ofisi yangu. Hivyo kupitia mkutano huu, naomba nikazie mambo machache yafuatayo.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 kama ambavyo katibu tawala amesisitiza, lakini mkurugenzi unapaswa pia kuchukua hatua za mapema na stahiki za kinidhamu kwa watumishi au mtumishi yeyote atakayebainisa kusababisha hasara au hoja kwa uzembe. Management nayo inapaswa kuhakikisha taarifa za mwisho wa mwaka kwa maana ya annual financial statement zinaandaliwa kwa kuzingatia matakwa ya viwango vya kiasibu vya kimataifa katika sekta ya umma. Management hiyo hiyo inapaswa kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za fedha na manunuzi inazingatiwa ipasavyo ili kuepuka kuwa na hoja zisizo za lazima. Na la tano, management inapaswa kuhakikisha inazuia kujirudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka na hapa naagiza hoja zote za nyuma zilizosalia na maagizo ya laki yakamilishwe, na kuwasilishwa kabla ya tarehe 30 Septemba 2025. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikupongeze wewe kwa maelekezo na usimamizi wako toka umefika katika mkoa wetu, mabadiliko ni makubwa ni kweli wakati ulivyoingia hapa ulishangaa ofisi yetu inafuga samaki, lakini ulinipa maelekezo na nilikuelewa. Kwa hiyo umakini wako ndio umetufanya walao leo wananchi wote hapa manispa wanafurahia wanavyopita katika jengo lao la manispa. Niwashukuru sana, nashukuru katibu tawala wa mkoa, lakini mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa na watumishi wote kwa ushirikiano ambao wanatupa, maelekezo na kwa kweli mimi nimepitia taarifa hii, unaona kabisa maeneo mengi wametoa ushauri mzuri, na mimi ni kuahidi, hatuna mashaka, tunamkabidhi halmashauri hii wakili Muhoja, tunaamini kabisa na rasi yupo atasimamia jambo hili kabla ya tarehe 30, hoja hizi zitakuwa zimejibiwa, sababu mengi ni masuala ya utendaji, lakini wakati fulani nikiri, kunakuwa na pressure. Kwanza ba, baraza la leo lilikuwa linahitimisha au linapokea rasmi taarifa ya CAG 23 24 na katika ile taarifa kitu kikubwa tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumepata hati safi. Kwa hiyo hiyo tunapongeza kwa ujumla waheshimiwa madiwani, lakini tunapongeza wa watendaji, nampongeza mkurugenzi. Lakini kama unavyosema, taarifa ipo, lakini tunazo hoja 33 katika taarifa ile. Kwa zile hoja 33, kama tulivyosema, tulitoa maelekezo na mheshimiwa mkuu wa mkoa amehitimisha tunapaswa kuzijibu ndani ya siku tisini katika maana kwamba tarehe 30 mwezi Septemba mwaka huu itakuwa ndio muda ambao watendaji wanapaswa kuzijibu zile hoja. Zipo hoja ambazo zinaweza kujibika, lakini ziko hoja ambazo zinahitaji vile vile swala la kibajeti. Kwa mfano, nitakupa mfano, tumejenga vituo vya afya, kuna hoja na tutaka tukamilishe baadhi ya majengo sasa yale majengo ambayo ili akamilisha kwa mfano kituo cha Msamara kinahitaji kuwa na jengo la mochwa. Kwa hiyo kujibu kwa hoja kama ile lazima kutakuwa na budget implication. Kwa hiyo, budget hii, ki budget, kwa hiyo kipindi cha bajeti hiki maana yake watapanga bajeti kuhakisha kwamba vile vitu ambavyo wameviainisha CAG vinapaswa kuwepo katika vile vituo vya afya, tunaviwekea bajeti kwenye mapato ya ndani na tunavikamilisha, lakini hoja zingine ni za kiutendaji ambazo tumesema hizo zinahitaji tu maelezo na zikahakikiwe na zifungwe. Lakini nimesema kwa mfano tunayo hoja, lazima nikiri, hoja zingine zitahitaji zita muda, urejeshaji wa mikopo kwa, kwa vikundi, hatutarajii ndani ya miezi mitatu vikundi vyote vinaweza kurejesha mikopo. Kwa hiyo hiyo nayo itahitaji muda mrefu, lakini management imejipanga, imeunda timu katika kila kata kuhakikisha kwamba wanafuatilia vile vikundi ambavyo vilikuwa vimekopeshwa. na vieti kwa baadhi ya watumishi. Hivi vieti vina maana gani, kama hoja 33 eh, hazijafungwa kulingana na maelezo yako hapo, na leo watu wanapewa hivi vieti baada ya kufunga hoja moja katika hesabu. Jambo kubwa ni qualification. Qualification ni zile taasisi na kaguliwa katika kila eneo kwa hiyo CAG akiridhika kwamba hiyo hati ni safi, lakini ikawa na hoja. Kwa hiyo ndio maana tunawapongeza wale watendaji ambao walisimamia ufungaji wa zile hesabu. Maana yake zimefungwa kutokana na taratibu, sheria, kanuni. Kuna swala la IPSAS maanake, wame, wamep wame, wame comply na ile mifumo yote ambayo inatakiwa, ndio maana tumeona ni wakati sasa watendaji hao tuwapongeze, kusudi nini? Waendelee sasa tuna, kama nilivyosema sasa, tunaingia katika ufungaji mpya wa hesabu, wafanye kazi hiyo, lakini tupunguze na vile vile hoja zile ambazo zimejitokeza katika zile hesabu zetu za mwaka ujao. Sawa. Kuna maswali hapo watu wanajiuliza ma, eh, kulikuwa na matarajio makubwa kwamba makao makuu ya manispa maana ya halmashauri kukarabati na ujenzi wa makao makuu mapya, vitu vyote vitaenda sambamba. Ni kweli kama ulivyomsikia mkuu wa mkoa, eneo ilikuwa ni eneo hatarishi, lakini pamoja na huo ujenzi tumean, utaanza mwaka huu wa fedha ha, hautakamilika katika kipindi pengine cha miaka minne kwa sababu ile construction construction kubwa, kwa hiyo inahitaji muda wakati huo wote wananchi wetu watapata huduma katika eneo hili. Ndio maana tumeamua kulisafisha, lakini maanake nini? Tunaliongezea value. Manispa itakavyohama hapa, hiki ni kitega uchumi ambacho kitaingiza fedha nyingi sana katika manispa, asante. Bado la mwisho kwa kumalizia. nilikuuliza swali la, utakapomaliza una kitu gani cha kujivunia? Kuna vitu viwili hapa ambavyo ilikuwa ni changamoto kwenye manispa. Moja ilikuwa ni nidhamu madiwani wenyewe kwa watumishi lakini vile vile wa eh, namna ya ukusanyaji wa mapato yeah. Kati ya hivi vitu viwili ni kitu gani ambacho huwa ukikiona unasema hapa nime, nimefanikiwa kusimamia? Kwa kweli mimi, jambo ambalo kwa niaba ya waheshimiwa madiwani na madiwani watajivunia ni e, swala la nidhamu katika usimamizi wa ukusanyaji wa mapato, lakini na matumizi tokana na usimamizi mzuri impact inaonyesha kwenye kata zetu kwenye mitaa, ukienda leo kwenye shule zetu tumepunguza changamoto ya madawati, ukienda kwenye shule zetu, tumepunguza changamoto ya madarasa. Kwa hiyo huu usimamizi wa mapato mimi naweza kuiona kwamba hii kwangu ni credit. Kama nilivyosema tulipokea halmashauri unakusanya bilioni mbili nukta tano leo tunaacha halmashauri itakuwa na uwezo wa kusanya shilingi bilioni tisa mpaka bilioni kumi hiyo ni achievement kubwa na kwa kweli na ni maelekezo ya Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwayo. Kwa hiyo kwa hili mimi najivunia na halmashauri inajivunia tunapongeza Mheshimiwa rais, lakini napongeza Mheshimiwa wabunge na Mheshimiwa madiwani. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.